Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Ndugu wafanyakazi, risala yenu imegusia suala la uhuru wa kuunda vyama au na kusajili vyama vya wafanyakazi. Kama mnavyofahamu, serikali imeridhia mkataba wa shirika la kazi duniani namba 87 wa mwaka 1948 na tunawajibika kuheshimu matakwa ya mkataba huo ya uhuru wa wafanyakazi kujumuika. Kwa kulitambua hili, serikali kupitia sheria ya ajira na uhusiano kazini, sura 336, haijaweka masharti yanayozuia usajili uh, wa chama katika maeneo na sekta ambazo tayari kuna vyama vimesajiliwa. Lakini hapa nataka nitoe rai kwa vyama vya wafanyakazi kuendelea kutoa huduma na kusimamia kikamilifu maslahi ya wanachama wenu, ili kuwaepusha na ushawishi wa namna yoyote ile unaoweza kuwasababishia kujitoa kwenye vyama vyao na kuunda vyama vingine, kwani umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Lakini mkataba ule na sheria ya serikali, tunasema uundwaji wa vyama vya wafanyakazi hautaingiliwa na chombo chochote, iwe sekta binafsi au serikali, watajiunda kwa hiari kwa. Nizungumze na wale ambao wanashawishi sehemu za kazi uundwaji wa vyama vingine vya wafanyakazi pale kwenye vyama vya wafanyakazi, hebu liangaliwe vizuri. Rais, naomba ulisimamie hilo pamoja na kamati yako, lisimamieni hilo ndugu zangu. Kuhusu makato ya kodi kwenye posho mbalimbali mbali, kama ilivyoelezwa, serikali itakaa na taasisi husika na kufanya uchambuzi na tathmini ya kodi hizo. Ndugu wafanyakazi, mapungufu mliyoyabainisha kwenye utekelezaji wa mikataba ya ajira hasa kwenye sekta binafsi, niseme kuwa serikali imepokea ushauri wa tuta kuhusu kusimamia kwa karibu ajira za muda mfupi ili kuhakikisha zinazingatia viwango vya vi ajira zenye saha. Hivyo ninaagiza wizara zinazohusika ziendelee kusimamia kamilifu eneo hili ili wafanyakazi na serikali tuendelee kunufaika na utekelezaji wa mikataba hiyo. Pamoja na hayo, sina budi kusema kuwa ni muhimu tukafahamu kuwa ajira za mikataba mifupi haziepukiki katika mawanda ya kazi. Aidha, kwa mujibu wa sheria, wafanyakazi walioajiriwa katika masharti yoyote yale